Kwa masikitiko makubwa uh, sisi kama Uzuri TV tunasikitika sana kupokea kifo cha msanii uh, anaitwa Karina, ni mtu ambaye ameitumikia tasnia, lakini kwa bahati mbaya uh, sio riski, amefariki nchini India. So nchi kwa sasa inaomboleza kifo cha msanii uh, na sisi pia sisi kama Uzuri TV tunaomboleza kifo cha msanii Carina na tunamtakia safari njema huko endako. Sisi wote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Seko Brand, uh, umeipataje taarifa ya Carina? ni msanii ambaye tulikuwa tuko naye kwenye kiwanda yeah. amepambana na tasnia, lakini miaka nane ameumwa, hatimaye amefariki dunia. Wakati tunazipata hizo taarifa, ilikuwaje? Bwana nazipata hizo taarifa au nazisikia hizo taarifa kweli, niliumia sana, kwa sababu dada, watu wameteseka sana kwa muda mrefu sana, yani amehangaika sana sana, na maana mpaka leo au tangia lini. Nasikia taarifa yake nimesikitishwa sana na kifacha chake, kwa sababu wa Tanzania hatuna hatuna roho za huruma sana, kwa sababu muda ambao ule dada anateseka ni muda ambao tungekuwa tungekuwa tunamposti kama tulivyokuwa tuna, anavyopostiwa muda huu hapa alivyofariki lakini Watanzania tumekuwa nyuma sana kwenye kusapoti kuliko kwenye kushuhudia tukio yn yaani, Watanzania tumekuwa watu wa kuangalia sana tukio kuliko kulisapoti lile tukio kabla halijatokea, mm. alijatokea kwa mimi kimeniuma sana ile dada kufariki kateseka sana. Okay. Yeah. Yeah. Uh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amehakikisha binti anaenda India na kupata hayo matibabu yeah. Sijafahamu kwa wasanii wenzake unahisi wasanii kuna muda tunakwama kwenye, kwenye kuwa pamoja katika hivi vikundi vyetu vya sanaa pia ya yeah, asilimia nyingi ya wasanii wa pabongo hatu hatusapotia yani, tunapopata matatizo au wanapopata matatizo unakuta msanii anafurahia matatizo msanii mwenzake, ya msanii mwenzake ana enjoy kuona labda msanii mwenzake kafeli kwa sababu ukimzungumzia yule dada ni video vixen. Yeah, video vixen. Na nani video vixen, wana umoja wao najua wote yeah. E, vixen wana umoja wao na kama ingekuwa kweli wana huruma na mwenzao na huruma na vixen mwenzao, sidhani kama wangefeli kuanzisha hata kikundi fulani tu cha kumsupport mwenzao kabla hajamkuta tatizo, so kama lile sure. Na yule dada uki, ukiangalia upande mwingine, ameomba sana support kwa Watanzania, ameomba sana support kwa waigizaji wenzake, ameomba support sana kwa mavixen wenzake. Ilifika stage yule dada mpaka anatia huruma, anaomba hata misamaha, kama kuna mtu yoyote basi nilishawahi kumkosea anisamee lakini sisi Watanzania tunapenda tukulike, kucomment, pole utapona, hatuna support. Lakini tukishaona tukio kama hili au tukishaona mwenzetu tukafikiwa na tatizo kama hili, basi ndio tumekuwa watu wa kwanza kupost, tumekuwa watu wa kwanza kutoa taarifa. ikiwa mtu kama yule pale, kama angekatika miaka, kwa sababu na imani ndani ya miaka hata saba, mingapi anateseka ile, yeah, miaka nane, miaka nane ni mingi, kwa tungekuwa watu ambao kusupport, wa kusupport au tungekuwa watu wa kuangalia sana tatizo la mwenzetu kwa uharaka mm. Sidhani kama angemkuta haya mpaka sure, inafika steji rahisi. Sasa anakuja anaona tatizo kama hilo ndo anasapoti wa wakati, sisi Watanzania au wenye nchi tunamwangalia yule dada, au wasanii wenzake wanaangalia dada anavyoteseka, sio kweli kwao tu. Kwa ushauri wangu tusiwe watu wa kusubiri matukio ndo tuposti tukomenti kwa, kwa, kwa viemoji vya kulia tukomenti, tunaonekana kama wanafiki. Tusiwe nchi ambayo ya kinafiki, tuishi kwa kupendana, tuishi kwa kusapotiana, kwa kusaidiana. Mwenzetu anapopata tatizo kama lile, tusisubiri amfike makubwa sure. Tuangalie hili tatizo, tunalitatua vipi? Mimi na imani kama tunge tungeshirikiana kwa pamoja Tanzania kabla hata ya kwenda na imani ule India, ingeenda ule ule tu mwaka wa kwanza alikuwa anateseka, naomba mba msaada, nafanya hivi sure, lakini sasa, so Tanzania tumekuwa watu wa kuangalia sana mtu atafika wapi. Wengine anaweza katabili kabisa, yule bwana hawezi kupona yule, anapouma vile ya. No, tusi tujifunze kutokumkatia mtu tamaa, na tujifunze mtu anapohitaji msaada kwa muda huu basi tupambane kwa muda huu tumsaidie, so mpaka limfike kitu ndo tuanze kutia huruma, tuanze kumuonea sio huruma, tuanze kujifanya sisi tunalia sana, tuanze kujifanya tuna huruma sana. So kitu kizuri kwa mimi, kwa upande wangu, imeniuma sana dada ya kupoteza maisha, imeniuma sana dada ya kutangulia mbele za haki, ikiwa tulikuwa tuna sababu ya kila aina kumsupport kwa wakati ule okay. kama haujafahamu Karina ametokea katika engo ipi? Karina ni mwanadada ambaye amemfungulia Bob Junior muziki, yani karia yake ya muziki, msanii Bob Junior. Karina ametokea kwenye moja ya video ya wimbo wa, wa Bob Junior. Yes, nyimbo inaitwa Oyoyo ndio nyimbo ambayo ametokea Karina Mule, binti mzuri sana ambaye ame mule umeipata ume ile anaijua hoyoyyo imetoka kwenye imani elfu mbili na kumi yeah. na mbili hivi, ile alimba Babu Junior kwa vixen, aliitendea haki sana, ni dada ni dada ambaye ana mambo mengi mkarimu, mpole. Sijajua Watanzania tuna tunakuaga na shida gani kutoku kusaidia watu wakarimu kama wale watu wenye upendo kama ule yeah. Eh, tuna tatizo hilo wa Tanzania, lakini pia uh, Bob Junior ni moja ya mtu ambaye pia ameguswa sana na msiba wa, wa Carina kwa sababu inaonekana amezungumza kwa hisia sana yeah, la, na kumlilia pia yeah. Uh, Carina kwamba yeye ndio video ambaye, video video, video vixen ambaye amemfungulia milango katika muziki yeah. Yeah. na vitu kama hivyo yeah. Uh, unalipi la kuzungumza kwa msanii Bob Junior ambaye Karina ana mchango Karina mkubwa sana kwenye karia ya Bob Junior, kwa ya ja, kwa, Bob Junior ana haki ya kuhuzunika, ana haki ya kulia, ana haki ya kulalamika, kwa sababu mtu yote anafanya anafanyania kitu chochote, mkaja mkatoboa, mka, mka, mka, mka, mka, mka, mka, mka pamoja mm ni mtu ambaye muhimu sana katika maisha yako hata ufanye nini uweze kumsahau na nadhani hata yeye kwenye upande mwingine labda alisupport lakini kwa Bob Junior kama Bob Junior asingeweza kumsupport yule kwa peke yake kwa matatizo ambayo alikuwa nayo umeona ni mtu ambaye alikuwa na tatizo kubwa ambalo kila siku alikuwa anahitajika hospitali kila siku anahitajika kufanya hiki kwa hiyo kwa, kwa Bob Junior kama Bob Junior hata kama angekuwa na, na, nafasi kiasi gani ya kumsupport asingeweza peke yake na watu tunakuja tunalia na Watanzania tusisubiri yni tusisubiri kuwaposti watu akishapata wa matatizo, tuangalie tatizo hapa, tunaweza tukamsaidia vipi mtu. Sisi tumekuwa watu wa kusubiri sana, nini kitatokea, tuposti tu, kuna mtu anaeza akawasikilizia tutufulani apate tatizo ya ya enda wakwanza kuposti kwayo. Tubadilike Watanzania, tuna support watu kwa wakati ambao wanahitaji msaada okay. Lakini wasanii wetu wakubwa pia hawajazungumza bado chochote na japokuwa msiba umetokea sio siku nyingi, ni kama siku ya pili hivi leo yeah. Ila wasanii wetu wakubwa hawajazungumza chochote au hata kufika, ingawa bado msiba uko India, mwili uko India yeah. Msiba upo hapa Dar es Salaam Magomeni yeah. Lakini kama wasanii kama icon zile za Tanzania ambazo tunazozitegemea hakijafanyika yeah. Bado chochote kwa umapema huu hapa, unaionaje hii sasa? Si unajua kama msiba bado haujafika, mtu hawezi kuongea chochote. Labda kuna mwingine anaweza akataka akasubiria labda msiba ufike kwanza mm. Msiba kwanza ndo kila kitu umalizike, msiba ukishamalizika msiba yoyote, anaweza kuongea yote, anaweza akaongea anachojisikia kupitia tukio lililotokea mm. Lakini kwa muda huu hapa so, so kitu kizuri kwanza kuanza kuadisia vitu vingi, kwa sababu bado tupo katika hali ya msiba. A, yeah. Yeah, lakini kuna ile tu hali ya kufika na kuwafariji wafiwa tukiwa tunasubiri msiba kwa pamoja, unaionaje hiyo? Na ndio hicho nachokizungumzia. Sisi Tanzania, Watanzania, tunakuwa tumekuwa wazito kwenye matatizo ya wenzetu, tumekuwa wazito sana sana yani, yani sana, hatukimbilii kwa wakati. Umeona unawapo, kama kuna watu wanasubiri mpaka afike. Ingekuwa watu wengine, au ingekuwa wasanii wengine ambao wana, wana uchungu au wamegusa Leo angejazana pale Magomeni, angejazana sehemu ya tukio kusubiria, labda mtu nani, maiti ifike watu wakazike kwa pamoja, lakini hapo watasubiria. Na kuna mwingine msanii anaweza akaja hata tulet watu ndo washazika, yeye ndo atakuja, ataingia. Kwa hiyo sisi wabongo bado tuna maisha fulani hivi mm ya kutokuwa na roho za huruma au anaweza asifike kabisa hawa, ee, na kuna wasanii wanaweza asifike kabisa tu kwao, hatuna ile roho ya huruma ile, mpaka labda likufike wewe sasa, ndo na kumbe natakiwa tufanye mm, hivi. Yeah. Okay. Yeah. E, tusapoti ni, hivi ni story ambayo kidogo inasikitisha kwa sababu amna mtu ambaye hamfahamu Karina. Karina ni binti ambaye amejitoa sana kwenye, kwenye sanaa, amefanya vitu vikubwa, lakini hasa video iliyomtambulisha ni video ya Bob Junior, nyimbo inaitwa Oyoyo, lakini hapo katikati akawa na maisha ya movie, vitu kama hivyo, kutafuta mkate wake wa kila siku. Ila kubwa zaidi, siku ambalo linaumiza hmm. ni mama wa Karina, ambapo amehojiwa akazungumza kwa uchungu sana. Amesema walizungumza mara ya mwisho kama siku mbili nyuma mm, au siku moja nyuma, kwamba Karina alikuwa yuko vizuri kabisa mm, ila ghafla ikaja hiyo taarifa amefariki. Mm. Karina aliwahi kumwambia mama kwamba, mama, usijali nitarikava vizuri, nitapona. Mm. nataka mpaka nikujengee Mm. Ea, ili ikimpendeza Mwenyezi Mungu akikuita, basi maiti yako itoke kwenye mjengo wako, yaani maiti ya mama wa Carina, ambapo Carina ambapo atakuwa ameshamjengea ya mama yake yeah, si ndio? Kwa hiyo maiti ya mama yake itoke kwenye nyumba yake, mm. hatimaye hilo suala limeshindikana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu yeah. Unalizungumziaje hilo la mama kuzungumza kwa uchungu yeah, kwamba mwanangu aliniambia kwamba hata nijengea lakini mwisho wa siku imeshindikana. Ya, unajua mama yote mama lazima awe na uchungu na mtoto wake, kiasi kwamba hata kama asingezungumza kuhusu kumjengea lazima angeongea kwa uchungu, angesikitika, kwa sababu ule ni mtoto na mtoto wake amemzaa yeye. Kwa hiyo ana sababu zote za mama Carina, kuongea kwa uchungu, kulia, kufanyaje. Yaani hizo sababu haziwezi kupingika kwa mzazi wote ila tunachowashauri Watanzania, kama Carina mwenyewe ametoa hiyo kauli ya ywe, haye, ame, ame kusema labda angekuwa mzima, angekuwa na afya, angemjengea mama yake, basi watanzania waliangalia kwa upande wa pili, kama mama ameongea kwa uchungu namna ile, alikuwa anatamani mtoto wake amjengee, waliangalia kwa upande wa pili, lo swala wamsupport bi mkubwa, kwa sababu bi bi mkubwa kateseka sana na mtoto wake, kapambana sana hapata hata kumbukumbu tu kwamba bwana watanzania walifanyia hiki baada ya mwanangu kuteseka sana na kupo, na, na kupoteza kwa hiyo tuliangalia hili wa Tanzania Watanzania tumsapoti Mama Carina kwa kipindi hiki, kwa ahadi ambazo amezitoa mtoto wake au amezitoa mwanae, kama tuna uwezo wa, wa kumsapoti bi mkubwa kuzitekeleza, basi tulifanya hili jambo jamani, tusisubiri tena mpaka Mama Carina naye dakika mwisho tuanze kupost tuanze kufanya hivi, sio kitu kizuri okay. Yeah. Bado tupo kwenye majonzi mazito na hasa zaidi kilichokuwa kinamsumbua ni maradhi ya tumbo. Mm -hmm. Yes. Kwa hiyo kuna uwanja mpana sana hapo kwenye tumbo, lakini uh, kazi ya Mungu tunasema haina makosa. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi Amin. Amin.